Brother wote comedian wenye tabia za kuwa entertain wanawake zenu mitandaoni, kuna watu wanawavizia na siku, mwanamke hana guarantee brother. Ndio maana mimi mwenyewe mwanamke wangu ananiambia hivi, baby, unanipenda kweli? Mbona unafanya kipindi cha mahusiano lakini wewe uko? Nikamwambia mimi kile ni kipindi, nimeisha ishi na mwanamke kwa akili. Biblia Qur'an zimetuonya, wewe unamweka mwanamke mbele. Kiredio chukua tahadhari. Nawapenda sana nyinyi wadogo zangu wote, najua mlikotoka, lakini usije ukachanganyikiwa sababu ya kuachwa na mwanamke maneno kwa ni mengi sana kuhusiana na Mkubwa Fella, namna vile ambavyo mke wake alizungumza kwamba Diamond ndio ilipomsa mwanzo, lakini baadaye simu zikakata, mboso akaonekana anamsaidia, lakini tumeona jana juzi hapa wanaonekana kwa pamoja, wana wanapata sio je, ni ya kipindi hiki ama ni ya muda mrefu? Pengine hasa wanawake wamekuwa kitupwa sana alama, kwamba ni wanawake ni watu wan, wan, wanatunza wanashinda kutunza emotion wana zao, wakigusa kidogo wanazungumza wana, ni nini ambacho mkiona katika hizo Uh, mke wake na Fella amekosea ama ni nini ambacho liliwasa alikuwa alikuwa sahihi? Kwanza mimi niwaambie watu wengi, wewe sijajua unajua, unajua, kama umeoa mi nimeoa, nipo kwenye ndoa muda mrefu. Unapozungumzia maisha ya ndoa ni watu wawili mwisho mm -hmm. wa siku hata kama wewe ni mama ya, yani wewe ni baba angu, nikishaingia mm -hmm. chumbani naingia mimi sure. Kwayo, pia, na mke wangu hiyo nikiumwa, pia atakayekuwa na dili na mimi sana sio baba yangu kwa hiyo mwisho wa siku siri iliyoko ya ugonjwa, nitaponaje, nani alituma nini, kimefanyaje yangu mimi kan. Jamii ya, ya Watanzania inapenda vitu vibaya sana. Yaani, ndio maana juzi chief God love, tu magari wameona ambitisho, wameshangilia, sasa na mkubwa mkubwa Fella akaanza ameibuka, hadi wasanii wengine kaka zangu nyinyi mlikuwa mnawafanyia interview. Kitu ambacho ukija ukikiangalia huyu mwanamke hamjui alichokipitia mpaka leo hii. Fela ni baba yetu, mi namuitaga babu tu, kwa sababu ni mtu ambaye anahekima sana. Lakini leo hii mtu anatoka ambaye hata ukimuuliza kwa Fela ni wapi ajui, lakini anaenda ku comment pale huyu hey, uh, mwanamke hivi hey, na nini na nini, Diamond haijamsaidia hivi hey, hey. Ukimuuliza hata Diamond umewahi kumuona ajui, ukimuuliza huyu Diamond wakati anakutana ana, ana, ana, ana na Fela au Fela amemfanyia vitu gani Diamond, huyo mtu pia ajui, lakini anashabikia kwa hivi vitu. Mi nafikiri watanzania wasianze kumkurupukia mwanamke yule, watampanikisha. Yeye ndo anajua magumu yapi anapitia kumuuguza mmewe, na yeye ndo anajua yapi anapelekea mmewe kupona. Sisi tunachotakiwa kukifanya ni kumuombea Fela afanye nini, apone na kingine ambacho mimi naweza nikawambia, usiwe mtu wa kudakiadakia vitu. Na wanawake ambao mnaishi na waume zenu, jaribuni sana kuwa na hekima, kwa sababu kuna wakati shetani anatumia watu wa pembeni yenu kushambulia ndoa. Usikute hivi vitu ungeweza kuomba Mungu akusaidie, usingeweza kuongea vitu, so mume wako atapona, atavikuta vitu, ujui anatafsiri nini. Lakini na jamii inayotuzunguka tuwache watu na mambo yao. Hata kuna waandishi wengine mi nimewachukia sana kwa sababu wanaenda kuongea habari ambazo sidhani kama wana, wana utafiti. Ndio maana mi nasema bodi ya ithibati ina haki ya kuwafuatilia watu. So wengi wanarukaruka tu kwenye hii fani, hawana hata taruma. Ndio maana wanaenda kuandika vitu vya hovyo kuhusu hii familia. Kwa hiyo mm -hmm. Ninaomba sana Mungu amsaidie apone pone na muombea hekima yule yeah. Mwanamke wanaombea so, hekima uh, mzee. Lakini kuna watu ambao wamekuwa ki wakija against na mwanamke wa Fela kusema kwamba haikuwa sahihi kuja front kuweza kutoa alama kwa baadhi ya watu kwamba hawa walisaidiwa, lakini awamsaidi mzee. Ni sahihi kweli alichokifanya kwamba alitakiwa kuja front na kuweza kutoa malalamiko? Kwa maana nimesema hivi, nyinyi mlimfanya yule dada hawa hivyo, ningemwacha mmeshajua fela mgonjwa, ningepiga magoti muombe, lakini sio swala la kwanza kumletea hizo stori hiyo kitu mi nimeipinga, ndio maana nikasema msije mkasababisha watu wavuke mipaka. Mimi naweza kuwa sijawahi kuwa mchawi au kuwa mganga, lakini tabia zenu hii mbaya na mambo yenu mnanifanyia, nikanikuta mimi nishajua waganga nifanye hivi, mwisho wa siku mnanirudishia tena lawama, kwa sababu anayeanza maliza, kwa sababu anayeanza waonekana ila nimaliza. Kwa hiyo dada alivyowajibu tena, mnamuona tena tofauti. Kwa hiyo mimi siwezi kusema alikuwa sahihi au sio sahihi kidogo, sijataja mtu, lakini makovu kama mengi ili ili tu Uh, mmeongea kama wiki mbili. Je, nikitoa lingine itaongea zaidi ya mwezi. Ni kama vile alikuwa na tageti watu husika, na tumeona baadaye familia upande wa Diamond wakawa najibu kwamba wewe mke wa fela ulimpigia, ulinipigia mimi, mara dada yake Diamond anasema kwamba Diamond, Mungu atakulipa. Ni kama vile alikuwa na tageti zake kuweza kufikisha taarifa hiyo. Binafsi mimi sijui chochote sure. lakini nazungumza tu katika hali ya kibinadamu kwamba aliyemsaidia anajijua, nambe hakumsaidia anajijua, lakini Mungu ndio shahidi wa haya yote. Kikubwa ambacho tunataka tukifanya, tusikimbilie kumhukumu mtu yeyote kwa sababu wote hatukuwepo. Tumwombee mkubwa afanye nini, apone, arudi kwenye hali yake, tuendelee kuenjoy ucheshi wake kwenye mziki. Mamen, nilifanikisha kwenda na ndugu yangu mamen, uh, kukutana na majirani ambao wanaishi na mkuu wa Fella pale, akazungumza kwamba Diamond alienda, alikuwa ndo mtu wa kwanza mm, eh, kumfuata um, mkubwa siku ya kwanza anadondoka na uh, akampeleka India mm, lakini yanayozungumzwa hasa watu no, wamezungumza mambo mengi sana kuhusu Diamond mm, wewe unafanya naye kazi, ni bosi wako. Diamond ni mtu ana namna gani katika kusaidia watu wengine? Yani yule bwana binafsi mimi amenigusa mimi, mtoto mm. wangu alikuwa anaumwa mm. amenigusa direct. Diamond ni ana moyo mm. na ndio maana mimi naumia, sijui bosi wake no, no? mm. Diamond kama amekuona hivi mm. Diamond ana huruma sana mm. for sure, sijui wengine, mimi binafsi huruma ya Diamond mm. nimeiona mm. na ni mtu ambaye anawatendea Diamond anawatendea watu wengi mema sana, lakini wengi wanamwazia Mm. Na mimi naambia ukweli, kumwangusha Diamond itawachukua kazi sana, kwa sababu mm. yeye hahesabu mabaya mm. yeye anafanya mazuri mm. anawasaidia watu watu wengi sana. Sisi tuko pale Wasafi, wafanya kazi sijui karibia mia na ngapi, anatulipa mshahara mm. yeye hapo hapo tena, utaumwa, utafanya hiki, atakusaidia yeye mwenyewe, pia ametoa ajira kwenye mziki. Yeye mwenyewe ametoa ajira kwenye content creators, mna na habari na zake leo mm. no, hii huyu mtu angekuwa na moyo mbaya na media yake angesema, sihitaji media yoyote mm. iposti story zangu ntachukua Wasafi mm. na mtalipia. Lakini huyu bwana Dimondi, eh, kiukweli mi namwombea sana Mungu amjalie mm. na natamani mi ningekuwa yeye, ningeziba masikio ningemshukuru mm. Mungu tu kwa wote wanaoniombea mabaya na nimewasaidia, kwa sababu binadamu walivyo wana tabia moja mm, yani anaweza akaamua akufanyie tu kitu fulani hivi mm akuone utareact vipi. mm. na jamaa alivyo siku hizi ana hekima ya, ya kuto kujibu kwayo. yes. Nyinyi hangaikeni, mwisho wa siku yeye amebaki na Mungu na Mungu ndo anajua ukweli. Nilikuwa mm. na kuuliza la mwisho, alafu nitamwachia mm. na ndugu yangu kula kuuliza. mm. Uh, wiki kama chache zilizopita tulimsikia Jackline Wolper alizungumza kwamba yeye uh, anakaa mpaka mwaka mzima bila kufanya mapenzi. Yeah. Wewe kidogo umekuwa mtaalamu sana katika sekta hii yeah. Na kwa kuangalia tu katika ile zile statements zake mazungumzo yake anazungumza hasa yena, Rich Mitindo mmewelikapi? mm -hmm. Kwanza mtambue watu wakioana sio awafanye mapenzi kila siku. mm -hmm. Kuna wakati inapita hata wiki tatu show hamna na nachopigania kitandani ni hesabu na malengo o, ya, ikibuku, mbije, chay, kwa hiyo kama unaoa, unajua utapiga show kila siku, umefeli yeah. Mm. Ukioa ni moja tu. <laughs> <laughs> <laughs> <Hili. laughs> Na mimi nawambia ukweli yeah. Okay. Yaani yeah. Kama una mwanamke anaanza yaani yeah. Yani, kama unataka kuingia kwenye ndoa jua yeah. Mwanaume anapoingia kwenye ndoa yeah. Ana focus zaidi na kutekeleza majukumu yeah. Sio kufanya mapenzi kitandani eh, yeah. <laughs> lakini mwanamke akiingia kwenye ndoa anategemea kuendelea ya yale mapenzi sasa, ndio intentions zinakuwa tofauti. Sasa Rich Mitindo, kijana mm. mwenzangu yule, by the way ni mtu ambaye namfahamu mimi. Nilimwambia brother, uko ulipo mm -hmm. mwanamke ni kiumbe ambacho unatakiwa uhakishe service ya kumwaga oil inafanyika. usipomwaga oil kwa mwanamke unaweza kukuta aiza engine ikashindwa kupanda mlima vizuri au yeah. Siku bahati mbaya ukamwazima mwenzako pikipiki akamwaga weli ikawa nyepesi yeah. Sasa takuwa changamoto kwa hiyo yeah. Usije ukadiriki kukaa mwaka mzima, eti unatafuta maisha, usifanye mapenzi na mkeo, ndugu mm. yangu na hicho kitu hakuna, na mimi nakataa mm. Wolpa, madam mimi sijui, lakini aingia akilini kwanza yeah, yeah. Umemuoa mkeo alafu eti mwaka mzima unatafuta maisha China au au India au Marekani mm -hmm. Kwamba ujaje kuna nini? Si wenyewe tunakuwaga bize na na bize, lakini unahakika kuna siku ambayo unakisha unafanya service ya kumwaga oili mm -hmm. Na kuhakikisha gari inakuwa nyepesi, rejeta inawekwa maji mapya, mambo yanaendelea. Mwanamke asipofanya mapenzi muda mrefu anakuwa kichaa. Kwanza anakuwa ana jazba. uh -huh. Ana kisunumu, ana asirasira. uh -huh. Anaweza akawa na kugombeza bila sababu, na anaweza akalala, akala, akaota hata ananyongwa. uh -huh. Sio kwamba ni hekima zangu, fuatilia. uh -huh. uh -huh. Mwanamke, hakikisha unafanya mapenzi. uh -huh. na mwanamke. uh -huh. Mwanaume akitaka mapenzi, kufanya mapenzi, usimnyime mwanaume tendo la ndoa. uh -huh. Mpe mwanaume tendo la ndoa mpaka aseme basi. uh -huh. Na mwanaume ukimpa mwanamke tendo la ndoa hakikisha mm -hmm. naye anafika kileleni. mm -hmm. Hey, kuna mtu alishajua mwanamke anaanguka kifafa, kumbe yule mwanamke akuwahi kufika kileleni. Sasa kilichotokea mm -hmm. jamaa kajua bwana pata mwanamke kapandisha mashetani kumbe, <laughs> wakati huo ilikuwa hivyo. Kwa hiyo hiyo kitu, ndugu yangu Rich mm -hmm. mimi nakuomba, mm -hmm. kama ni kweli bado ndoa inaendelea mm -hmm. usije ukarudia hilo kosa, mm -hmm. atapita kijana wa ovyo hapo sijui. nilikuuliza ukaniambia utaniuliza tukianza interview kwamba tunamfahamu vipi mwanamke wa kuoa. Pengine ukiangalia changamoto ambayo imetokea between kati ya Jackie ya, ya, na, na mitindo hmm. ndio watu wanaanza kuzungumza bwana, mwe, mnaangalia wanawake wa kuoa jamani. Kwa nini inazungumza naye kwa? Tunamfahamu vipi mwanamke wa kuoa? Kwanza mwanamke wa kuoa hapatikani. Hmm. Yeah. Na anatengenezwa. Na anatengenezwa. <laughs> Kivipi? nasema mwanamke wa kuoa anatengenezwa. Wewe ulivyo ndio unasababisha yule mwanamke awe vile unavyotaka awe mkeo. Yeah. Ukiwa muuni muuni, utapata mwanamke muuni muuni. Ni nikwambie kitu leo. Hii kwa mfano, una mwanamke ukamwacha, kwa nini anakusahau wewe, anafuata njia zangu? Mwanamke ni kama flash tu, unapomchukua wewe, una format yale material ya yule aliyepita. Unachokiingiza wewe ndicho kitakacho play. Ndio maana unasikia yule kamwharibu mwanamke wake yule ndo maana sisi wanaume tunashauriwa sana, uhakikishe unaweza kupata nafasi ya kumwomba msamaha mwanamke wako. Ukikusana sawazisha mara kwa mara, mwanamke ataendelea kukaa nawe, lakini ukimkosea, ukimkosea anakuwa nunda. Mwisho wa siku mwanamke alikuwa, unaniheshimu sasa hivi unaheshimu, kumbe wewe ndo sababu. Kwa hiyo mwanamke wa kuoa hapatikani, ila anatengenezwa, na anayemtengeneza mwanamke wa kuoa mwenyewe wanaume. Atoi matako makubwa uh-huh. Wanaume hatoi rangi ya ngozi mm. Wanaume hatoi lipsi mm. Wanaume hatoi vipi? Unajua kuna wanawake wa ajabu sana, mwanamke anakuambia nataka mwanaume mwenye gari, na sisi wanaume tukisema tunataka wanawake wenye magari watapatikana wangapi? Ndio maana uelewe, najiulize huyu mwanamke anaamini kwamba wewe ndio umebeba hatma ya maisha yake, kwa sababu atatoka kwao anakuja kwako, anaamini kwamba wewe umebeba hatima ya maisha yake. Sasa wewe ndo mwalimu sahihi wa mwana. Tumalize, huwa sipendi kuzungumzia gospel lakini hebu naomba niulize kwa mara ya mwisho, sitauliza tena ndugu mm -hmm. zangu kuwa watazamaji, e, inatajwa ina, ina, ina, ina kwamba um, Kiredio na Vidora wameachana kwa sababu zile ambazo hivyo wanazungumza watu, na ukiwasikiliza watu wengi wanazungumza kwamba sababu ya kuachana kwao ni ile, uh, kumuweka mtandaoni kum expose mwanamke wake. Sio sahihi mwanaume kumuweka mtandaoni mwanamke mwanamke wako. Katika generation hii ya sasa hivi, ukiona mwanaume anamcherish, anamsifiasifia mwanamke wake sana, ule mwanaume ana mapungufu eh? Eh. Ndo maana mimi nimesha kumuona mke wangu nimempost post yoyote, ukitembelea utakuta nikimposti ni anniversary birthday. Nimemaliza mke wangu, mi hajanifollow hata Instagram. Wow. hajanifollow Yeah. TikTok mimi, ukiangalia sijamfollow mtu yoyote, hata mke wangu sijamfollow, iko zero mm. Ukiona mwanaume anakaa ah, baby so my baby. Hata wanaume wanaohonga sana, ukiona hmm. mwanaume anahonga sana ujua huyo ana matatizo, ana mapungufu, kwa hiyo anatumia kuhonga kama kishikio aiza <laughs> show apigi vizuri <laughs> au ana gugu au ana nini. Mwanaume yote anayehonga ana ana matatizo. Wanaume wengi wanaohonga pia nguvu za kiume hawana hiyo <laughs> chukue sasa turudi kwa Kiredio. Kiredio ni mdogo wangu, wakati hmm. anaanza navi mimi namjua enzi hizo mbali kweli, na kutoka mbali, na mwanamke sio kama ndio utamuoa atakuwa mke wako. Wachache tu kutoka mbali na wake zetu na wanawake tuliokuwa nao tumeoa. Oh. Yeah. Lakini ukija ukimchukua vidola mm. na kiredio mm. watu wanawekaga kwenye mizani mbili, kiredio kule mwanamke peke yake. Mimi sio kwa ubaya, ukinisikiza ndugu yangu, yeah. kiredio anamuuza mwanamke wake. Yeah. Hey, anamuuza mwanamke wake mm. kwa sababu gani? anamweka sehemu ambazo pia mda mwingine yule mwanamke hano lazima akuwepo pale mwanamke mm -hmm. welihudi unamwonaona ovyo madirisha. Hapana. wamadirisha eh, sasa kwa nini unamweka weka? Yaani kwamba anafikia hatua kama hujiamini yule mwanamke ni wako. mwanamke mm -hmm. Hutakiwi kumposti posti ovyo mtandaoni. Nikuulize swali mm -hmm. Kitu cha thamani kinaonekana ovyo na fichwa. Sasa ukishaona mtu anamexpose mwanamke ovyo kila sehemu, kila sehemu mm, kila anachokifanya anataka jamii ijue. Hata kama unafanya content brother, jifunze mm, kuwa na uelewa mwanamke, mm. ni kiumbe delicate. Unampa mwanamke gari mm, anaenda kufanywa mapenzi na mziba pancha. Sawa kabisa, wewe unamhudumia mwanamke unaimpa mamilioni unampa manini, afu anakuja kwa mshua hapa mm. bila mia napiga show na napewa hela ulizompa wewe. <laughs> Sasa mm. unapomweka mwanamke vile ndio ukija kumwacha unachanganyikiwa, si tunaanza ku, unaanza kuja kwa kina Onesmo mm. tuongee na wewe ukae sawa brother. Rik, wote comedian wenye tabia za kuwa entertain wanawake zenu mitandaoni, kuna watu wanawavizia na siku, mwanamke hana guarantee, brother. Ndio maana mimi mwenyewe mwanamke wangu ananiambia hivi, "baby, unanipenda kweli? mbona unafanya kipindi cha mahusiano? lakini wewe uko kambia mimi kile ni kipindi kweli. Ishi, ishi na mwanamke kwa akili. Biblia, Kurani zimetuonya okay. we unamuweka mwanamke mbele. Kiredio chukua tahadhari, nawapenda sana nye wadogo zangu wote, najua mlikotoka, lakini usije ukachanganyikiwa sababu ya kuachwa mm -hmm. na mwanamke. Mi nimemaliza. Hongera mwana sana kwa, ku, kwa uzinduzi wa Sweet Dream Lodge, na naamini na pia nita, tafuta muda mzuri wa kuja kuzungumza na wewe lakini nimezungumza kwa dakika chache, lakini nimegundua na madini mengi sana brother. La mwisho kwa watu ambao wanatamani kufika hapa wapa location na nini, mimi nawakaribisha sana Sweet Dream Lodge, tuko Vingunguti au Buguruni kwa mnyamani mtafaru mm -hmm. na page yetu ya, ya Instagram oh. Sweet Dreams itaanza kufanya kazi leo na pia nawaambia mwanamke, kama mwanaume anakupenda atakupeleka loji, alafu utaenda hotel, utaenda mote. Mwanamme anayekupenda mwana hawezi akakupeleka guest, yeah, na loji. Mwanamme ambaye ataonyesha kukupenda kwa dhati kukuleta ni yangu Sweet Dream Lodge, nimemaliza. Bingunguti, Bingunguti. <laughs> Mawasiliano yeah, kwenye page tu atufollow pale ndio sasa, yeah. Asante brother, asante ah, okay.